Tambua kuwa taasisi ya moyo ya Jakaya ya Kikwete ni hospitali maalum, ni hospitali maalum ya kitaifa katika masuala ya matibabu ya moyo. Na kwa sasa baada ya kuingia makubaliano na, na hospitali hii ya Arusha Lutheran Medical Center ambayo kwa sasa itakwenda kusimamiwa na JKCI, huu ni muunganiko mzuri na mahususi ukizingatia taifa letu limepata nafasi ya kipekee kabisa ya kwenda kuandaa mashindano ya kimataifa ya mpira wa miguu barani Afrika yajulikanayo kama AFCON elfu mbili na ishirini na saba. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, naomba nikuthibitishie Mheshimiwa Rais aliponiteua kwa mara ya kwanza kuwa waziri wa michezo na utamaduni. Nilipoingia wizarani hotuba yangu ya kwanza kwa watendaji wa wizara ilikuwa ni kwamba, taifa letu ni taifa kongwe, limeshiriki kushika mkono mataifa mengi kupigania uhuru wa mataifa mengi. Taifa letu ni taifa ambalo tunaweza kusema ni taifa kiongozi. Hii ilikuwa ni hotuba yangu ya kwanza nilipoteuliwa kuwa waziri wa michezo, na nikamwelekeza katibu mkuu wakati huo Dr. Abbas kwamba taifa hili kongwe halina sababu ni kwa nini hatushiriki mashindano ya Afcon na halina sababu ni kwa nini hatuandai mashindano ya Afcon. Niliwataka viongozi kujipanga na kujiandaa, na niliwataka wale wakurugenzi waliokaa muda mrefu kufunga mkanda kweli kweli ili kufanikisha azma hii nilipokutana na mheshimiwa rais , aliniuliza kama kweli tunaweza kuandaa mashindano ya AFCON. Ilikuwa ni miaka karibu minne iliyopita. Nilimwambia mheshimiwa rais kwa unyenyekevu mkubwa, na kwa ujasiri na uzalendo kwamba taifa hili linaweza kufanya kila jambo na kuwa ni taifa kiongozi ikiwa ni pamoja na kwenda kuandaa mashindano ya Afcon. Hotuba yangu ya wakati huo niliporipoti Wizara ya Michezo, unaweza ukaitafuta kwenye mitandao na utaikuta. Kwa hiyo eneo hili la Afcon ni ndoto za Watanzania, ni ndoto za rais wetu Daktari Samia ambazo nilizibeba mgongoni nilipokuwa waziri wa michezo kwa mara ya kwanza kabisa mashindano haya ya AFCON ni mashindano makubwa yanayokwenda kuliweka taifa letu, kuonyesha vivutio vyetu, kuonyesha asili yetu, kuonyesha tamaduni zetu na mambo mengi kadha wa kadha. Wizara yetu hii ya afya ina wajibu mkubwa wa kujipanga na kujiandaa, na tukio la leo la uzinduzi wa kuja kushuhudia kituo hiki ambacho ni kituo kitakwenda kuwa kituo bora kabisa. Nimeridhika na majengo, na ninaamini hata wachezaji world class player wanaweza kutibiwa hapa kwa sababu majengo ni mazuri. Nendeni mkayaboreshe zaidi, kuyafanyia ukarabati zaidi, ili hata wachezaji wa kimataifa wakija hapa wasijisikie kama wanaingia hospitali, wajisikie kama wanaingia kwenye hoteli ya nyota tano, na hilo linawezekana.